Siwezi yaani, mpaka uende kwanza kwa wazazi wangu ndio nitakapojua kama kweli unanipenda. Hapana, mpaka ufanye fuata kwanza taratibu, fuata kwanza taratibu. fuata taratibu. ni kwenda kwa wazazi wangu kwanza. Hizo ni mila za kijijini kwetu, kwao. wanataka kuleta taratibu zako za mjini? Fuata taratibu kwanza, ndipo utakapoweza kunioa, lakini vinginevyo hiyo haiwezekani. Haiwezekani, nishakwambia nenda kwa dada Milina, hivi kuhusu kuondoka, tunaondoka lini? Maana naona mama kafika. Yaani hapa swala la kuondoka, yaani ilo swala ulisahau kabisa, maana hatuwezi kuondoka mpaka dada Haili atimize mila na desturi. Hmm, hasa itakuwaje? Na navyosikia mtu ikatokea akaondoka bila kutekeleza mila na desturi, anaweza kufa au kuwachizi hmm. Sasa kwa nini asinywe tu yakaisha hivi? <laughs> Unavyozani au wewe unavoona Dairini ni mtu wa kuamini hayo mambo? Dairini ni mrokole kaokoka, yeye na familia yake yote. Kwanza ukimwambia hilo swala, ukitaka kugombana na Dairini mgusia hayo maswala hataki kuelewa mambo ya mila wala desturi, na hii ni tofauti, sio kama mama yetu ambaye muda wote, masaa yote anakesha kwa waganga, na ndio maana hata mambo yake hayaendi. hmm. Kumekucha kwenye vikao vya Zalula, watoto wadogo kazi umbea tu, waangalie vichwa vyao, viwape lemba kama mao mzazi naye anatufuatilia kila sehemu, utakapoingia lazima utakutana naye. hmm. hmm. wewe naye umezidi. Ailini, habesha haya mambo mengine, yaani matatizo mashida mengine hatujayamaliza ya unayaleta mambo mengine. Mambo gani shangazi? Umemwambia je, wanangu? Nasikia umewatukana wanangu huko, umejimaliza mwisho ukamalizia watizani bicha baya kama maenu. Shangazi, ukipenda kuwasikiliza watoto wako, tutakuwa tunagombana kila siku. Nimewatukana wakati mimi nilikuwa nawafundisha, kosa langu mimi ni lipi? Wale si ni wadogo zangu, nilikuwa nawafundisha. Au wamekwambia nini mpaka naniambia nimewatukana? Ailini, ungekuwa tu umewakanya kwa kuambia maneno mazuri, wale wasingekuja kusema uongo. Lakini kumbuka kuna maneno ambayo umeyaongea. Ushanielewa eh? maneno yapi? Umabao acha umbea. Sawa pale mwakanya. Acheni umbea. Acheni nisiwe nini. Lakini mwisho neno la mwisho umamalizia. Bicho baya kama mama yenu. Wewe unaniambia mimi bicho baya kama mama? Mimi si shangazi yako ile. Shangazi. Wewe kila siku ni mtu wa kusikiliza maneno kwa watoto wako. Leo amekuletea hili kisha amekuletea hili. Unaonekana unaamini una, una, una sana watoto wako. Sasa mimi nasema hivi. Endelea kuamini unayoyamini. Na mimi mniache niamini ninachokiamini. Kama unaamini watoto wako nimechoka. Bas. Hapa kuna kosa kubwa ambalo limetendeka. Kosa lenyewe ambalo limetendeka hapa ni kumzika mume wangu bila mjukuu wake kuwepo hapa. Huyo mjukuu alikuwa anaishi naye hapa, ndiye aliyekuwa namlea, aliyekuwa namuguza babu yake, na waliagana kabisa kwamba endapo unavoenda kwenda kunitafutia dawa, utakaporudi ukikuta nimekufa, wasinizike mimi mpaka utakapofika wewe. Sasa nyinyi mmechukua jukumu la kumzika mume wangu, ni hilo ni ambalo kosa kubwa sana, na hilo kosa ni kubwa ni kubwa. Hili ambalo mnalotaka kunywa maji ya ufuo ni dogo kulikoni, hili ni kubwa sana, ndugu zangu, hey. Haya wazee wa mila na desturi, zibitini na hilo Nadhani mmesikia hivi, mama. Toka lini kikombe kikashinda jadi? Toka lini ukasikia kikombe kikashinda jadi? Yaani mama, wanataka kukwambia huyo ni mjukuu, ana thamani kubwa, ana thamani kubwa kuliko sisi. Huyo mjukuu ni nani? Ana mamlaka gani kwetu? Ah, mama. Haya maamuzi sio sisi tu watoto tuliotoa, dada yake alikuwepo hapa na mimi ninavyozani kuwa dada yake ndio mtu muhimu zaidi ya huyo mjukuu, kwa sababu yeye ndio anamjua vizuri ndugu yake. Sasa haya, tungekaa wiki nzima hapa tunamsubiri huyo mjukuu sasa haya, asingekuja na yeye angekufa huko hey, tusingemzika sisi baba yetu, sindio? hey. hey. Hizi habari hapana. Muda gani huo wote tumekaa? Tumekaa ndani ya siku tatu wiki nzima mtoto hajafika hapa. Baba tu kakaa tu, tu, tu, kaka, tu U, a, a, ndani. Ndani mu? Yuko ndani tu kama kitu gani? Na joto hili. Kawa nyama moyo. Au video tunamtazama kila siku, tunakata kulia tu. Hi hi hi, baba baba baba. Baba. Kisa nasubiri nani mjukuu? Ah, bwana wewe. Sisi ndio wenye maamuzi. Na sisi ndio baba yetu. Na sisi ndio tumechukua jukuu la kumzika baba yetu. Hey. Na dada yake yuko hapa, tumemzika tumemaliza. Eh. Hey. Mi ninachokiona hapa, swala sio tumemzika baba kwa sababu mjukuu hayupo. Swala la msingi kabisa ambao tunatakiwa tujadili leo hii hapa ni Ailini akubali kunywa maji ya ufuo. Hilo ndo kubwa. Hilo ndo kubwa. Basi, Ailini tuambie, unakunywa maji leo au unakunywa kesho na ni saa ngapi? Ili shughuli ishe, kama unavyofanya mpango wake. Hapo umetaka kila siku Ailini, kunywa maji Ailini, fanya hivi, fanya hivi. Fanya hivi, fanya hivi inawezekana au haiwezekani? Na kama haiwezekani, kwa nini siwezi kukubali kunywa maji ya ufu? Ni acheni na uokovu wangu, bakini na mila zenu wewe. Wewe mama, huyu mwanao u huyu, matatizo yatotokea hapa, yeye anahusika Ailima, wewe ndio unaofanya matatizo a ya yasinde kuisha kwa sababu ya ubishi wako. Kitendo cha kuchukua maji na kunywa, hutaki chukua maji ya ufuo ya ufuo kunywa, mambo yaishe. Shangazi, nimesema siwezi. Kwa nini mnanilazimisha? Niacheni na wokovu wangu mimi, siwezi kunywa maji.